Na mwashukrani sana mwenzangu kutoka studio, bila shaka na kujia moja kwa moja kutoka hifadhi ya mbuga ya Lewa. Makala ya 25 ya mbio za Lewa Safari yatakuwa yanafanyika Jumamosi hii, lakini tumepata muonjo ama tumepata kuweza kuzuru baadhi ya miradi ambayo imefaulushwa na kufanikishwa pakubwa na fedha ambazo zinapatikana kutokana na mbio hizi, na tumezuru tukajionea jinsi ambavyo wakulima wanavyozidi kutabasamu baada ya kuweza kuboreshewa mazingira yao ya utendakazi tupate kuwasikiliza Uh, Lewa marathon inatusaidia sana. Sababu kila mwaka baada ya kila marathon wanatupatia pesa. Wanatupatia karibuni shilingi elfu mia mbili hivi na inatusaidia. Ndio ili nundua vikingi ya kwanza. Unaona? na ikalipa wale ambao wa, wa, wale wa, walifanya hiyo kazi na nini na nini. So, tunashukuru marathon sana. Lewa marathon inatusaidia pakubwa. Kusema ukweli kabisa. Tu fensi ya fensi hiyo ya dofu Mbereni tulikuwa nashinda sana atukuwa tunalala hakuna kitu tulikuwa tunapata chakula hakuna, lakini saa hii tunashukuru sana juu kutoka 2021 natujaria tena mambo ya dofu nam. Bila shaka, na pia tumepata kuzungumza na bwana Lawrence Aruyungu ambaye ni kinara wa miradi ambayo kwamba inapatikana hapa katika eneo hili la Lewa. Aliitilia mkazo pakubwa zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo kwamba mbio hizi zinavyozidi kuwa faida katika jamii hii.

Clinics mostly survive from the fans raised through the Lewa Safari Marathon. Naam, bila shaka Bwana John Kinoti anahusika na mipango na mikakati katika kufaulisha mbio hizi naye pia tumsikilize. Kama vile mnavyoona nyuma yangu, matayarisho yanaendelea vizuri na tuko tayari Jumamosi watu kukuja kukimbia kuona hizi mbio, so tunaendelea mzuri na mambo inaendelea ramsha ramsha hapa pale, lakini tuko karibu kumalizia kila kitu. Security iko sawa, watu wamejiandikisha kwa wingi na tuko tayari kukimbia hizi mbio zetu ambazo tunasherekea uh, miaka 25 tano namwakumbuka. Mbio hizi za Lewa Safari zinapiga urejeo, maanake mwaka jana hazikufanyika kutokana na maandamano, lakini inatarajiwa kwamba itakuwa ni shughuli ya kufana. Nikikujia moja kwa moja kutoka hifadhi ya mbuga ya Lewa katika kaunti ya Meru, jina langu ni Geoffrey Mwamburi, kwako studio.